Sikiliza, mtu mwenye mababa wengi hawezi kuwa na imani, na ni vigumu sana kumjua Mungu. Mtu mwenye mababa wengi, mwenye walimu wengi, hawezi kufikia kwenye kiwango cha maturity. Maturity inategemea na viwango vya kukulia chini ya fundisho la baba. Umejifunza nini kwa kila mwalimu, kila mwalimu, kila mwalimu? Unapokea kipi? Una nini ambacho unaweza kukiangalia kwake kikakusaidia kumove mbele? Ah, unajua mimi baba yangu ni fulani kesho tunasikia tena, baba yangu mimi wa kiroho ni fulani. Wengine ninawaona hata baadhi ya watu hapa wa, wahubiri wengine wanawadharau mababa wa kiroho wa Tanzania. Akija mbaba wa kiroho siyo kutoka Sudani, sio ametokea Nigeria, sio ametokea si wapi, anamdharau baba wa kiroho aliyemlea kwa muda mrefu akamfundisha. Huyo ndio wanamfanya kuwa baba wake wa kiroho, mgeni tu, kwa sababu ni mashuhuri kwenye vyombo vya, kwenye social media. Huu ni utoto. Yaani, hiyo ni kudhihirisha kwamba huyo baba yako ndiye uliyemtegemea na wewe unafanywa kuwa baba nani, mtoto wa huyo baba ambaye amemkataa baba yako wa kiroho aliyemlea hapa Tanzania, kwa sababu tu huyo ni mgeni, ametokea si Sudani, ametokea si wapi, unafanya ndio baba yako wa kiroho. Wote kwa pamoja ni watoto, hamtakaa mumjue Mungu period. Ukimfanya baba yako wa kiroho aliyekulea Tanzania kuwa hajui chochote kwa sababu umempata mtu mwingine aliye maarufu kwenye vyo, kwenye mitandao ya kijamii na ukamfanya huyo ni baba kwanzia, huyo baba yako wa kiroho na wewe ambaye umefanya kuwa mtoto wa kiroho wa huyo, wote ni makapi. Huyo baba wako wa kiroho mgeni, hujui maisha yake ni ujui ya namna gani, hujui aliyemlea kwenye mambo ya kiroho ni nani, hujui Mungu anayemtumikia ni Mungu wa namna gani amekutana naye wapi? amemw experience Mungu kwa muda gani? Wewe umekutana naye kwenye social media, unamtafuta huyo na kumfanya kuwa baba yako wa kiroho. Baba wa kiroho aliyekulea miaka mingi hapa unamdharau, unamwona huyu ni, wa... ni loko huyu, afai nataka international. Inamkasirisha Mungu sana. Kuna wazee wamesumbuka metu... wa wamewalea watu hapa wamewajenga watu kwenye misingi mizuri Leo watu wanawadharau, hawana neno la kuwasikiliza. Na ndio maana mnaona injili imeharibika kwa kusikiliza sikiliza, kila mtu ni baba yake wa kiroho, kila mtu anamfanya kuwa mwalimu. Zamani injili haikuwa mbovu namna hii. Injili imekuwa mbovu kwa sababu wengi wa watu wanaozaliwa leo hawataki kulelewa, hawana historia ya mababa, hawana mababa waliowalea, wamekurupuka wame tu kwa sababu Yaani kuhubiri injili ni kutengeneza mimbari kama hii na kujenga kabanda na kuanza kuhubiria watu. Fungua Mathayo. Fungua na Yohana. Wanafikiri hiyo ndio injili. Kama baba yako wa kiroho hana matendo yanayoweza kufanya watu wamwone Mungu. Injili anayohubiri ni injili gani? Unajua injili imekuwa ngumu sana kuihubiri. Unajua ni kwanini? Kwa nini? Kwa sababu watu wana adopt, wana adopt vitu vya watu wengine ambao hawajui vyanzo vyao vya wokovu wao. Hawajui huko walikotoka, walitoka wapi tu? Kwa sababu tu anamwona ni mtu wa kimataifa, walioko hapa nchini wanawadharau. Na ndio maana hata waliozaliwa na wao wanakuwa hivyo hivyo, hawana misingi, ni watu wanaopeperuka hivi kama makapa. Zamani ilikuwa hata kama ni kanisa la Kipentekoste unasali ushirika wa mahali fulani, kwenda tu kuabudu kwenye ushirika wa kanisa dhehebu ile ile moja, kwenda kuabudu tu kwenye dhehebu lingine dhehebu la la kwenu mahali pengine, tawi lingine unaona kama hujaabudu uongo kweli unajua ni kwa nini ni kwa sababu watu walikubali kufundishwa neno walijengwa kwenye misingi iliyo imara